Wapendwa, karibu sana, tuungane katika maombi haya ya kuukaribisha mwaka mpya. Tuliza moyo wako, funga yaliyopita na ufungue nafsi yako kumpokea Mungu katika mwanzo huu mpya. Ee Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa neema ya kutuvusha na kutufikisha katika mwaka mpya 2026. Asante kwa ulinzi wako, kwa rehema zako na kwa mkono wako uliotubeba hatua kwa hatua Tunakuja mbele zako tukiwa na mioyo ya shukrani, tukikabidhi yaliyopita na kuyatazama yajayo kwa imani. Neno lako linasema kwamba wewe ndiye mungu wa mwanzo na mwisho. Ee Bwana, tunakukaribisha katika kila siku, kila mwezi na kila hatua ya mwaka huu mpya. Ututangulie katika maamuzi yetu, uongoze mipango yetu, utulinde katika safari zetu, na uweke amani yako itawale mioyo yetu. Ee Mungu, tunapokea mwaka elfu mbili na ishirini na sita kwa imani na unyenyekevu. Tunaupokea ukiwa umefungwa kwa neema yako, tunaupokea ukiwa na mwanga wa uongozi wako, tunaupokea ukiwa na nguvu mpya, tumaini jipya na mwelekeo mpya. Ondoa hofu ya kesho, vunja kila mzigo uliobaki wa jana, fungua milango ya baraka, ya hekima na ya kusudi. Tufanye watu wa ushuhuda, wa upendo na wa haki katika mwaka huu mpya tunatangaza kwa imani. Mwaka 2026 ni, ni mwaka wa neema, ni mwaka wa mwongozo wa Mungu, ni mwaka wa amani, ukuaji na ushuhuda. Katika jina la Yesu Kristo. Amina.